jitokeza changamoto yoyote sisi kama chama sisi kama UNDP mimi kama ambaye natarajia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake kama kuna changamoto yoyote, tujifunze kuweka hoja mezani na kuitatua kwa pamoja, kuliko huyu akisema huyu, huyu akisema hivi, tunakuwa na tofauti ambazo sio za lazima. Watanzania wote nchi moja, ni lazima tuijenge nchi kwa uaminifu mkubwa, lakini ni lazima tuijenge nchi yetu kwa upendo na uzalendo mkubwa. UDP, hivyo sisi tumejipanga katika mambo ambayo yanatuletea changamoto na migogoro wa Tanzania, tunaamini katika meza ya mazungumzo, lazima tuwekeze kwa kuunda mabaraza na mikoa ambayo yatakuwa ndio kama chombo cha maamuzi ama chombo cha kuongelea, panapojitokeza changamoto yoyote ile. Hatutaki kuona mfugaji anafanya fujo kwa mkulima, hatutaki kuona mkulima anafanya fujo kwa mfugaji. Ni lazima tuenende katika misingi na haki ambazo tumejiwekea tumeziwe wenyewe, lakini utaratibu na wajibu wa kuwajibika kwa kila mmoja wetu kuwajibika katika eneo lake. UDP